Uh, unapokutana na kitu ambacho kinakuwa kinakupa stress au hali fulani za uh, kichochezi cha msongo wa mawazo ni vyema kuweza kumtafuta mtaalamu au mtu wa karibu a kuweza kuzungumza naye, ni sehemu ya kuweza kuutua mzigo, hiyo ni sehemu ya kuweza kutafuta msaada, ni sehemu uh, ya kukufanya wewe kuweza kuutua mzigo na kuweza kujisikia vizuri. Eh, ni kama yule mtu ambaye eh, anaona mzigo huu ni mkubwa, mara nyingi hutafuta mtu wa kuweza kumsaidia huo mzigo. Huwa halazimishi kuweza kubeba mzigo ambao moja kwa moja uh, utamzidi uzito. Eh, na kilazimisha basi mzigo huo uh, utamwangusha. Sasa uh, mara nyingi uh, wanadamu wanapokutana na hali kama hizo uh, asilimia kubwa Uh, huwa wanakimbilia katika kuweza kutumia vilevi mbalimbali mbali. Na unapojaribu kuweza kumuuliza kwanini umekunywa kuweza kupitiliza, na kuambia, ah, nilikuwa najisikia uh, stress, kuna baadhi ya vitu uh, vimenichanganya kidogo. Sasa uh, kuweza kukimbia uh, hali kama hizo kwa muda uh, ni sehemu ya kuweza kujiumiza we mwenyewe. Ni kweli unapoweza uh, kutumia hivi vilevi Uh, mara nyingi vinaenda uh, kuzalisha dopamine kwa wingi uh, na kujikuta huyu mtu uh, yale maumivu yanakuwa yanaondoka kwa, kwa muda, na yanapoweza kuweza kuondoka kwa, kwa muda uh, basi mtu um, huyu tunasema uh, ana hatihati ya kuweza kuwa anapokutana na hali kama hizo ambazo anazokuwa anajisikia uh, ni rahisi kuweza kuwa anatumia mara kwa mara, ambaye athari zake sasa anakuja kutengeneza athari ambazo zitagharimu e, matibabu yake e, yatachukua muda mrefu, lakini e, itagharimu pesa nyingi katika namna ya kuweza kupata matibabu kutokana na maradhi mbalimbali ambayo atakuwa a, anayapata kutokana na utumiaji hivyo wa vilewesho. E, inaweza ikawa ni athari za kiafya kwa sababu hivi vilewesho uh, vinaleta athari kiafya kuweza kupata magonjwa mbalimbali, lakini inaweza ikawa ni athari za kijamii uh, akawa na matendo ambayo hayastahili katika jamii, lakini inaweza ikawa ni athari ya kiuchumi kwa maisha yake, atakuwa anadidimia siku baada ya siku. Kwa hiyo eh, unapoweza kukutana na hali ambazo moja kwa moja unaona kabisa kwamba hizi ni hali ambazo binafsi siwezi kuweza kuzimudu, eh, ni mfano wa ule mzigo ambao huwezi kuweza kuubeba, ni vyema kuweza kutafuta msaada. Dapo Recovery House hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe eh, jinsia zote, tunapokea wanawake na wanaume, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba sifuri sita saba tatu ishirini arobaini na tatu thelathini na mbili Saidia, usiadhibu.